Mgeni rasmi, Dareda Sekondari ni shule ya bweni kwa kidato cha tano na sita na ni ya kutwa kwa kidato cha kwanza hadi kidato cha nne. Shule hii ilianzishwa tarehe moja mwezi wa sita elfu moja, mia tisa tisini na moja kwa nguvu za wananchi, ikiwa ni shule ya kwanza katika halmashauri ya Wilaya ya Babati, wakati huo ikiwa na kidato cha kwanza na kidato cha nne. Mwaka elfu mbili na tisa kidato cha tano kilianzishwa na kufanya kuwa shule na kidato cha kwanza hadi cha sita. Ndugu mgeni rasmi, shule hii imesajiliwa mnamo tarehe moja mwezi wa sita mwaka elfu moja, mia tisa tisini na moja na kupewa namba ya usajili S0423 na kutambuliwa na Baraza la Mitihani la Taifa, yani NECTA kwa namba S0643. Ndugu mgeni rasmi, shule hii tangu kufunguliwa kwake iliongozwa na wakuu wa shule kumi kama ifuatavyo. Mwaka 1991 hadi 1996 mkuu wa shule alikuwa mkwa, Mkangwa. 1996, 1997, Bwana Peter Simbe marehemu, Mungu amrehemu popote alipo. 1997, 2000, Nyamasagara. 2000 mpaka 2005, Migire marehemu, Mungu amrehemu. 2005, 2007, Bwana Masamaki. 2007, 2009, Bwana Patrick Dai. Ndugu mgeni rasmi. Mwaka 2009 hadi 2016 mkuu wa shule alikuwa Misi Maginga. 2016 2021 Joel Simango Laiza. 2021 2025 Scholastica Louise Mushi ambaye nimesimama naye. Mwaka 2025 Shule ya Dareda iko chini ya mkuu wa shule Venance Gervas Chaila ambaye ndo nasoma risala hii. Ndugu mgeni rasmi, shule inaongozwa na bodi ya shule ambayo imeundwa kwa mujibu wa sheria na nisimamio na shughuli zote za shule. Idadi ya wanafunzi. Ndugu mgeni rasmi, idadi ya wanafunzi inaongezeka mwaka hadi mwaka na kwa sasa shule ina jumla ya wanafunzi 1362 na na ikiwa kidato cha kwanza ni 236, kidato cha pili 307, kidato cha nne 265, kidato cha tano 140 na, na kidato cha sita 113. Ndugu mgeni rasmi, wahitimu hao walianza kidato cha kwanza elfu mbili, na mbili, wakiwa mia tatu na kumi wavulana na mia moja na saba wasichana, lakini walipungua kutokana na sababu mbalimbali mbali. Hivyo mwaka huu tunatarajia kuwa na wahitimu 265, yaani wavulana 91 na wasichana 174 na, si, na hivyo leo wa, watawatunuku vyeti wahitimu 265. Idadi ya na walimu walimu na watumishi wasio walimu. Ndugu mgeni rasmi, shule inajitahidi kuajiri na ku serikali inajitahidi kuajiri na kutupangia walimu, lakini bado tuna upungufu mkubwa ukilinganisha na idadi ya wanafunzi, kwa mchanganuo ufuatao: walimu wa shule hii wako 42, walimu wa kujitolea 16, lab technicians mmoja, secretary wawili, walinzi watatu na wapishi wanne. Taaluma. Ndugu mgeni rasmi, shule imefanikiwa kufanya vizuri sana olevo na elevo kwa miaka hivi karibuni kwa miaka mitano mfulizo, shule imefanikiwa kupiga hatua kubwa kitaaluma, ambapo wanafunzi wote walindikishwa na kufanya mtihani, wale walikwenda kidato cha tano na wachache vyuo vya kati. Kwa wanafunzi wa kidato cha sita wote wamefanikiwa kwenda vyuo vikuu. Ndugu mgeni rasmi, kuna mchanganuo wa matokeo ya kidato cha sita na kidato cha... cha nne ambayo ni mengi. Kwa sababu ya muda, naomba niende kwenye matokeo ya mwisho ambao ni ya kidato cha, cha nne ya ushindi ambayo amefanyika muda wa mwezi wa kumi. Ndugu mgeni rasmi, katika matokeo haya ya ushindi wanafunzi wa kidato cha nne walikuwa na wani tisini na sita, tu mia moja na mbili, thiri mia moja arobaini na mbili na divisheni fo kumi na tisa hatukuwa na daraja sifuri. Ndugu mgeni rasmi, kutokana na matokeo hayo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 Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba niseme machache kati nilivyosoma risala ya wahitimu na changamoto iliyoko. Mheshimiwa mgeni rasmi, kuna eneo la changamoto umesema ukosefu wa uzio unaopelekea utorokaji baadhi ya wanafunzi wetu. Naomba niseme kuhusu uzio, hii ni tatizo la siku nyingi kwa kweli, lakini niseme Mheshimiwa mkuu wa shule na mgeni rasmi, hili mimi nafikiri tutalipeleka kwa watawala na wenye mamlaka baada ya uchaguzi kwisha na odisi kupata mwenyekiti wa kamati ya maendeleo kata ya Dareda, ili la kwanza. La pili walisema ambalo naweza kulisemea ni ukosefu wa gari la shule ambalo hupelekea ugumu wa kusafirisha wagonjwa, hasa nyakati za usiku hili tatizo la gari ni la siku nyingi mimi na madam Scholar bana kila saa tulikuwa tunalalamika nilishawahi kufika ofisi ya DC tukafanya vikao o pamoja pamoja na mkurugenzi lakini DC akasema na mkurugenzi wetu akasema kwa kweli tuna shule ya elevo kwa halmashauri ya babati kama zipatazo kama tano tutajitahidi kati iwezekanavyo angalau ipatikane gari lakini tatizo ni la muda mrefu likuwa inamtesa Madam Skola, nimeanza kumtesa tena ndugu yangu. Hilo tutampelekea mheshimiwa mwenye jimbo ambaye ni naibu waziri wa mambo ya ndani, na aliniagiza nimpelekee risala ya wahitimu na risala ya shule. Sehemu ambayo inamhusu atalichukulia hatua. Mheshimiwa mgeni rasmi, ukosefu wa maji safi na salama maji safi na salama ni ya kweli, daraja maji ni machafu, lakini kwa sasa hivi mamlaka ya maji bawasi wako pale chini ya mlima wanyafanya maboresho na matengenezo pamoja. Kuna bomba inchi nane ikiwekwa pale, angalau tunaweza kupata maji mazuri, kwa sababu wanaweka kwenye daraja la kwanza, daraja la pili, la tatu, wanatibu maji alafu ndio wafikie binadamu. Dareda oye! hivyo ni jambo ambalo tukichukua sisi kama chama na serikali yetu tunaweza tukalifanyia kazi na ikafanyiwa kazi, ili wana Dareda pamoja na shule yetu ya Dareda sekondari wapate nafuu ya maji na maji yapatikane kwa wakati. Bomba ji nane ni kubwa kweli. Mheshimiwa mgeni rasmi, ukosefu wa miundombinu, mfano maabara na madarasa Mheshimiwa mgeni rasmi, ni dhahiri kabisa kwa kweli mapungufu haya yapo, lakini tuna kwa kada hii ya Dareda kutoka Dabi mpaka Ari, jamani, tuna mwenzetu mzungu wetu mmoja anasema Karim Foundation, yule bwana alishindwa kutoa huduma Dareda kutokuelewana na uongozi ulioko kwa awamu iliyopita, lakini mimi kama chama ambaye naunda serikali tulishakaa na Karim Foundation ambaye mkurugenzi wake ni ndugu yetu Shao, nama ni shahidi, kama ni uongo kweli. Alisema mtakapobadilisha, itakapobadilika utawala wa kata ya Dareda, atapatikana mwenyekiti wa kamati ya maendeleo kata ya Dareda, tukapata muktasari maombi, tutashirikiana, tutakuwa kitu kimoja ayalagaya kumependeza, ayalagaya ukienda hata graduation, ukienda mapungufu ya madarasa na maabara utayapata, lakini niseme ndugu yangu Naman, uendelee kutusemea semea mimi na, nafikiri kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, baada ya serikali kuingia madarakani, kuanzia rais mbunge na diwani mambo yatakaa sawa. Utuombee sana huko naman, nafikiri vikao tunavifanya sana mimi na wewe. Maombi yangu ndio hayo hayo, Mheshimiwa mgeni rasmi. Kuhusu cha kuna changamoto hapa, amesema mashine ya kusagisha na kukoboa kwenye maeneo yetu ambayo ni maeneo ya shule, ile ni la msingi sana, la msingi sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, ipokea ombi hilo na namna ya kupata kuwasapoti shule ya Dareda Sekondari, tutawasiliana na mkuu wa shule, kama ni kuwafikia wadau kwa namna moja ama nyingine, ili tuweze kukamilisha jambo hilo. Ni la msingi sana kwa sababu ma chakula cha watoto natakiwa tulifanyie kazi ndani ya maeneo ya shule na irudi jikoni ikiwa salama. Dareda oye! Kwa maana hiyo, mimi nilikuwa najaribu kusema haya na mengineyo ambayo yatakuwepo kwenye risala hii na changamoto nitampelekea Mheshimiwa Naibu Waziri wa Mambo ya Ndani ambaye ni mwenye jimbo. Naamini tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi, tukienda kupiga kura mambo yatakaa sawa. Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na hayo, mkuu wa shule utanipa risala na aliniagiza nimpelekee, ili sehemu ambayo yenye changamoto utawasiliana na wewe baada ya yeye kuzisoma.